Mambo yote tunanunua kwa bei mbaya sana kuliko sehemu yote. Ukija pembejeo bei yake sio mbolea mfeki, mbegu si tunanunua feki, lakini sisi kwa sababu vile hatuna pahali pa kulinda. Ndio utamkuta mkulima siku tatu kanasimama siku nne kanaanguka, mmeona watu mbegu feki. Na mbegu ni shilingi 75. Kwanza kuja tuandani tuwapigwe mpaka

Sheikh yote na hadi kala sasa, watu wengine ni watu nani? Watahidi nasema lakini basi sasa ndio hunya yeye. Mimi nilimpa jamaa tumbule mpaka milioni moja laki saba finali, kabla nilikwambia pesa zangu, anambia bwana mimi ah, pesa bwana, si sijalipo. Siku hiyo akaniambia bwana, kwani kiburi cha swala la rusha, anambia kama wewe sikulipo utafanya nini? Hiyo wakulima mkitaka uzabi za zenu, hali ya kuwa watu wote masokoni, mtawapigia simu soko nzima, aliyokuwa jamaa haya shilingi ngapi uko leo tungule ndoo shilingi ngapi tungule ndoo shilingi ngapi tungule ndoo sasa ukija kushajenga concept kwa mimi naondoka na ndoo ya tungule shilingi 7000 sasa na hili ni soko ndani ni soko waweza kuja pale tungule ndoo zishakuja kutoka kila kila sehemu huku huku huku zishaka hapa soko halina mlango nje basi baba utajigazana upate ile ile 7000 sasa haitawezekana sasa hapo lazima basi mtoto wa maadui kwa maana hiyo si hatuna wadui na nyie wadui ni nyie wakulima kwa kuzalisha vitu vitu haba. Lengo kubwa la mradi huu <laughs> ni kuona namna ambavyo lugha ya mfanyabiashara na lugha ya mnunuzi kwa maana mfanyabiashara na mkulima lugha zao zinakuwa sawa, sawa. Lengo la mradi twende huko. Mfanyabiashara hatakiwi ajenge uadui mkulima lakini na mkulima, mkulima hatakiwa awajenge uadui na mfanyabiashara. Kila mtu arizike kwa nafasi yake, ndio lengo la mradi huu, tukimaliza sisi kuona namna ambavyo nyie nyie wakulima na hawa wafanyabiashara mnazungumza lugha ambayo inalingana, mnazungumza lugha za kirafiki za kibiashara. aliposema huyu kwamba aliposema huyu kwa mfanyabiashara hana urafiki ni hicho kwamba huwezi kwamba wewe anunue bidhaa yako kwa ghali, alafu ya, yeye hana mtu a kumuuzia. Ni lazima kuwe na maelewano mazuri ya kibiashara, wewe uuze upate chochote, lakini naye auze apate chochote.